Taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya mwanaharakati Mange Kimambi kubadili msimamo na kuanza kuwakemea wale wanaharakati wanaopinga serikali ya Samia Suluhu. Kujambo na karibu kwa Tanza Pulse na kumbuka kusubscribe. Katika muktadha wa siasa za Tanzania zinazoibuka baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana mjadala mpya umeibuka kuhusu uhusiano kati ya wanaharakati, uaminifu wa kwa wananchi na hatari ya misinformation, habari potofu zinazosambazwa kwa maksudi au kwa upungufu wa uhakiki wa kweli. Kauli ya Mange Kimambi, mwanaharakati maarufu wa mitandaoni, inatoa ama anatoa onyo kali kwa wenzake juu ya tishio la ueneaji wa taarifa zisizo sahihi zinazoweza kuvuruga uaminifu wa umma na misingi ya demokrasia nchini. Kwa mujibu wa uchanguzi mbalimbali mbali wa wadau wa vyombo vya habari na utafiti, usambazaji wa habari potofu unaepuka uhakiki wa chanzo umesababisha kupromoka kwa uaminifu wa taasisi, kueneza hofu na kuchangia mgawanyiko wa kijamii wakati wa siasa kali. Katika muktadha huu, wanaharakati wanapojaribu kupambana na wa udhalimu wa mafuta ya kisiasa bila kujali ukweli wa taarifa wanazoshiriki, hilo linaweza kudhoofisha zaidi uaminifu wa walionao kwa nguvu za wananchi. Mwanaharakati anayeonekana kusikilizwa sana na Watanzania, Mange Kimambi, ameonyesha wasiwasi kuhusu kuenea kwa taarifa za uongo zinazochangiwa na, na baadhi ya wanaharakati wenyewe. Anasitiza kwamba uaminifu kwa wananchi ndio nguzo kuu ya harakati za kisiasa na kijamii, na kwamba kuongeza taarifa zisizo sahihi kunaweza kuvuruga imani hiyo, yanakoharibu uwezo wa harakati kushawishi mabadiliko ya kweli nakala za taaluma zinazoonyesha kuwa ujumuishaji wa taarifa zisizo sahihi, sahihi katika mitandao ya kijamii unaweza kupunguza uimara wa demokrasia, hasa wakati uchunguzi na nyakati za migogoro ya, ya kisiasa. Mamlaka nyingi duniani zimekutana na changamoto hii, ikionyesha umuhimu wa kuhakikisha ukweli na uwajibikaji katika mazungumzo ya umma. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana, mifano ya disinformation na misinformation ambazo ni habari potofu zilizoundwa na kuenezwa bila uhakiki ziliripotiwa kuwa chanzo kikubwa cha bwa cha wasiwasi na wadau wa uchaguzi. Ripoti ya Jamii Check, jukwaa la uhakiki wa habari nchini Tanzania iligundua kuwa zaidi ya asilimia sitini na saba ya madai yaliyopimwa kati ya Januari na Juni mwaka jana yalikuwa ni za uongo na kutoa taarifa zisizo sahihi, na asilimia ishirini na mbili zilikuwa zinachanganya au kusababisha tafsiri potofu miongoni mwa wananchi. Ili lionyesha jinsi taarifa potofu ilivyoenea na kutumika kuelekezwa kwa maslahi ya kisiasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Taarifa nyingi zinazohusiana na siasa na vyama vya upinzani zilikuwa zikiongozwa na utata wa uhalali wa mara nyingi zikachukuliwa ama na mara nyingi zikachukuliwa na baadhi ya watumiaji bila uhakiki. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia vilijitokeza kukemea matukio haya, huku Media Council of Tanzania ikisisitiza umuhimu wa uadilifu wa taarifa na waandishi wa habari wa makini zaidi wakati wa kufunika habari. MCT ilitoa mafunzo ya waandishi wa habari juu ya namna ya kubaini taarifa za uongo na kuhimiza matumizi ya zana za uhakiki wa ukweli katika, ama kama jamii check. Misingi ya ujumbe wa Kimambi inaonyesha kuwa matumizi ya taarifa zisizothabiti yanaweza kutishia udhabiti wa kijamii na ushirikiano wa wananchi na harakati zao, na katika taifa lenye maoni ya kisiasa yanayogawanyika, taarifa potofu sababisha wananchi kupoteza imani kwa vyombo vya habari vya kitaalamu na pia kwa wanaharakati wanaojitolea kwa mujibu wa uchunguzi wa kielimu kuhusu uandishi wa habari Tanzania asilimia kubwa ya waandishi walikiri kukutana na chanzo cha habari zisizo sahihi mara kwa mara na wengi wakasema kwamba taarifa potofu huathiri sana uaminifu wa, wa taasisi ya habari na kuchangia upungufu wa uelewa sahihi wa kwa umma na katika utafiti huu zaidi ya wagonjwa wa habari walikiri kuwa upungufu wa utaalamu, ukosefu wa zana za uhakiki na shinikizo la kutangaza habari za kwanza kabla ya uhakiki unaongeza hatari ya kuchapisha taarifa potofu jamii pia inaonyesha jinsi mitandao ya kijamii inavyoweza kuongeza kasi ya ueneaji wa taarifa potofu bila kinga ya uhakiki. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa kuhusu athari ya mitandao ya kijamii kwa jamii, taarifa zilizounganishwa kwa hisia au zilizo na mtazamo kali mara nyingi hukua haraka kuliko habari zilizo na ukweli thabiti hii inaongeza hatari ya Echo chambers ambapo mtumiaji anaonekana kupokea tu taarifa zinazowashirikisha washiri, watu wenye mtazamo kama wao na kusababisha ufafanuzi mdogo wa ukweli. Kama lango la uchunguzi na ripoti mbalimbali inavyobainisha, usambazaji wa taarifa potofu una mwelekeo wa kudhoofisha taasisi za kidemokrasia na kuchangia utata wa kisiasa Tanzania ambako vyombo vya habari vya kitaalamu vinavyokabiliwa na changamoto za kifedha, shinikizo la kisiasa na ukosefu wa teknolojia za uhakiki inashuhudia mabadiliko ya jinsi wananchi wanavyopata habari. Kwa mfano, hoja ya taasisi mbalimbali inaonyesha kuwa pamoja na faida za kupanuka kwa mitandao ya kijamii kama chanzo cha habari, pia kuna hatari kubwa ya kupotosha uchumi wa habari na kuchangia uundaji uundaji wa maoni yaliyojaa propaganda au taarifa zisizo na uthibitisho. Ripoti ya The Chanzo juu ya ushawishi wa habari potofu ilibainisha kuwa asilimia kubwa ya madai potofu wakati uchaguzi ilihusiana na siasa na vyama vya upinzani na kusababisha wasiwasi wasi juu ya namna taarifa hizo zilivyowezekana kutumika kujiendesha kisiasa miongoni mwa umma. Wadau wa haki wa za kidemokrasia wamesisitiza pia kwamba kufuatilia na kukabili misinformation ni sehemu muhimu ya kulinda utulivu wa jamii na kuimarisha imani ya wananchi katika mchakato wa kisiasa. Viongozi wa mikakati ya kuondoa taarifa potofu wamekuwa wakitoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanathibitisha habari kabla ya kusizambaza na kuweka uzito wa uaminifu wa taasisi. Misingi ya mjadala huu si mpya kabisa. Tanzania imejionea ongezeko la mtandao wa kijamii kama chanzo kikubwa cha habari, na ni jambo ambalo limebadilisha jinsi siasa zinavyozungumzwa na kufuatiliwa. Ukosefu wa usalama wa mtandao na sheria za udhibiti wa mitandao umesababisha baadhi ya vyombo vya serikali kuchukua hatua kali dhidi ya majukwaa ya mtandaoni kwa kusimamia utulivu wa taifa. Hii imejumuisha kufungiwa kwa baadhi ya majukwaa na uzuiaji wa baadhi ya akaunti za wanaharakati wa madai ya ukiukwaji wa sheria. Kwa upande mwingine, vyombo vya kiraia na wanaharakati wenyewe wamekuwa wakipigia kelele kuhusu uhuru wa kujieleza na hatari ya kudhoofika kwa hadhi ya maoni ya umma kutokana na ukandamizaji wa maoni ya mtandaoni. Mjadala wa Mange Kimambi unaibua suala la msingi katika siasa za demokrasia ya Tanzania ambazo ni, ambazo ama, Mjadala wa Mange Kimambi unaibua suala la msingi katika siasa za demokrasia ya Tanzania ambayo ni uaminifu wa habari ni, na ni msingi wa ushindi wa kisiasa na ustawi wa jamii. Pale wanaharakati wanaposhiriki taarifa zisizo sahihi, atakuwa nia nzuri ya kupambana na udhalimu, wanapunguza imani ya umma na uwezo wao wa kushawishi. Upande mwingine matumizi ya misinformation yanazidi kuwa hatari kwa utulivu wa muundo wa demokrasia, kwa sababu yanapotumiwa vibaya, naweza kusababisha uharibifu wa imani wa taasisi, kuchochea hofu na kufungua milango ya kivuruga mazungumzo ya umma. Kwa hivyo, kulinda uaminifu na kuhakikisha taarifa zinakuwa thabiti, zenye uthibitisho wa chanzo na zinazosambazwa kwa uwajibikaji, kunapaswa kuwa kiini cha harakati za kijamii na kisiasa. Hii si tu maswala ya teknolojia au mitandao ya kijamii bali ni mtihani wa uadilifu wa demokrasia yenye afya. Ni hayo tuliyokuandalia kutokana na suala hilo la Mange Kimambi kuanza kuvuruga wanaharakati wengine kuhusiana na kutoa taarifa potofu kumuhusu Samia Suluhu. Hadi wakati mwingine sana, wakati kama waleo. Naomba uweze kusubscribe na kulike na kushare video zetu kama njia moja ya kutupa support.